Lingine una- unaona kwamba Tanzania bila Tundu Lissu eh, inawezekana. Kimsingi Tanzania bila Tundu Lissu, Tanzania bila bila Tundu Lissu ama sio? Tundu Lissu, Tanzania bila mtu mwingine yoyote, Tanzania bila mtu yoyote, mara zote haiwezekani isipokuwa labda tumike sawa kauli yako, sio Tanzania bila tu... sio, sio Tanzania bila Tundulisu. Nachomaanisha ni kwamba matendo ya Tundulisu ambayo anayafanya nafananisha na wale watu ambao wanawaambia wana, wana, wana watu wengine ili mfike sehemu fulani mbinguni wa Mungu Baba tule nyasi. Na kweli mmejionia kwenye mitandao ya kijamii watu wanakula nyasi, watu wanawaambia watu wengine ufunge hadi kufa na kweli watu wanafunga hadi kufa. Kwa hiyo binadamu siku zote ni shingo ya mgonjwa, watanzania ni shingo ya mgonjwa, haijai lizi. Kwa hiyo kimsingi nachomaanisha kwamba mambo ambayo yanatuletea yanaashiria shida hapo mbeleni. Kimsingi sisi watanzania wote tuna, tuna misingi ya ujamaa sisi wote ni ndugu. Sasa inakuweje leo, mimi niende kugombana na ndugu yangu? Inakueje mimi leo niende kugombana na ndugu yangu? Maanake anaashiria kwamba ni hivyo kama anavyosema kwamba, no no reform, no election. Maanake kama mimi siku hiyo nitakwenda kuipinga, kumpinga baba yangu ama baba yangu akanipinga mimi, maanake ni vita ndani na vita ya kisiasa imeshamili nchi nyingi sana, na unaona kwa hiyo kimsingi, nikumbushe ndugu, ndugu, ndugu mwandishi wa habari, usione Tanzania tuna amani. Serikali inapambana na jambo kubwa, ambalo serikali inapambana ni kuhakikisha kwamba amani inakuwepo. Kwa hiyo serikali haijalala, wakati wao umelala tu unaburudika, serikali inalinda. Ndio maana mtu yoyote yule ambaye anaashiria kwamba kuna shida ya amani tunasema huyo ni mtumii namba moja.